Tunaanza katika kaunti ya Samburu ambapo wa walimu wa sekondari msingi katika kaunti hiyo wametoa wito kwa jopo kazi lililoteuliwa na Rais William Ruto kushughulikia mageuzi ya elimu nchini, kuzamia upya swala tata la ujumuishaji wa sekondari msingi katika shule za msingi na badala yake kuwawezesha kujisimamia wenyewe. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa anatuarifu zaidi <tinyo> Kwa majuma kadha sasa imekuwa hali ya walimu wa sekondari msingi kuishinikiza serikali kubatilisha hatua ya kuwajumuisha katika shule za msingi wakiwa chini ya uongozi wa shule husika, hatua ambayo imeonekana kuleta mafarakano baina yao. Mambo na leadership vile vile. Mambo na uongozi katika shule. JSS sisi aduna hiyo uongozi. Mambo vilevile vile na e, eh, career progression, sisi JSS tumewekwa kando. We also urge

Structure? Mafarakano baina ya walimu hao na walimu wa shule za msingi kumeweka elimu ya maelfu ya wanafunzi kwenye njia panda, wakishinikiza kujisimamia wenyewe. We want to have an independent institution whereby the junior school teachers can make their own decisions uh according to their level of education according to their level of expertise

Run their own institution. Katibu mkuu wa muungano wa chama cha walimu Kupet tawi la Samburu, ameungana na walimu hao kutaka uamuzi huo uliofikiwa wa, wa, wa kuwajumuisha walimu hao katika shule za msingi kupigwa msasa.

We want to be independent. We are tired being subordinates. Kando na hayo pia wanashinikiza kupandishwa vyeo. Walimu hawa wanapozidi kushinikiza mageuzi hayo, ni wazi kwamba endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa elimu ya maelfu ya wanafunzi itaathirika kwa pakubwa. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, yes, Gatuzi la Samburu.